Hii ni Tan Business Channel online television, ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu katika kipindi chetu cha simulizi za ujasiriamali mali na leo nazungumzia jinsi ya kupanga bei za bidhaa zako ili uweze kupata faida. Mzee Kibona amenitumia message kueleza hali ilivyo katika biashara yake ya duka ambayo iko maeneo ya Buguruni, Dar es Salaam. Amenieleza kuwa bidhaa za duka zake haziuziki sana kama ilivyokuwa siku za nyuma. Amemtuma kijana wake akafanya uchunguzi za bei za bidhaa za duka la jirani yake, na amegundua hizo bei ziko chini sana kulinganishwa na bei za duka lake za mzee Kibona. Kwa jinsi alivyolinganisha bei za duka lake na za jirani yake, anashindwa kufahamu kama jirani yake anapata faida. Kwa hiyo mzee Kibona ameomba ushauri wangu kuhusu atakavyokabiliana na ushindani wa bei za bidhaa kutoka kwa jirani yake. Sasa kwenye hiki kipindi cha Simulizi za Ujasiriamali nitaeleza ushauri ambao nilimpa mzee Kibona, na kwenye kipindi hiki cha ujasiriamali nitaeleza mambo muhimu ya kutafakari kuhusiana na upangaji wa bei za bidhaa ili kumshawishi mteja kununua bidhaa zake. Sasa hebu tuangalie umuhimu wa mteja katika biashara. Nilimwambia mzee Kibona kuwa mdao mkubwa wa biashara ni mteja, kwa kuwa yeye ndio hufanya uamuzi wa kununua au kutonunua bidhaa za dukani kwake. Jambo moja ambalo humpa mteja hamasa ya kununua au kutonunua bidhaa dukani ni bei za bidhaa. Iwapo bei za bidhaa ziko juu kuliko za washindani wa maduka mengine basi wateja watakwenda kwenye maduka hayo mengine ya jirani, hivyo swala la kupunguza bei la duka la Mzee Kibona haliepukiki mpaka atakapopunguza bei za bidhaa zake. Sasa baada ya kumwambia Mzee Kibona umuhimu wa mteja katika biashara yake, kuna maswali ambayo nilimuuliza ili niwe na uhakika kabla sijaanza kumpa ushauri na maswali yenyewe yalikuwa ni kama ifuatavyo. Swali la kwanza ambalo nilimuuliza ni wapi alikuwa ananunua bidhaa za duka lake. Jibu lake ambalo alilonipa ni kwamba alikuwa ananunua bidhaa zake kutoka kwa wauzaji wa jumla ambao wako maeneo ya Buguruni. Swali la pili, nilitaka kuelewa utaratibu aliokuwa anatumia kupanga bei za bidhaa zake. najibu alilonipa ni kuwa alikuwa anazidisha bei ya kununua bidhaa kutoka kwa wauzaji wa jumla mara mbili, ili apate bei za bidhaa. Kwa mfano, kama amenunua sabuni ya kuogea kwa bei ya shilingi elfu moja mia tano basi, yeye bei ya kuuzia wateja huwa anazidisha mara mbili na kupata shilingi elfu tatu. Swali la tatu ambayo nilimuuliza ni kama anaweka hesabu za biashara, na yeye alinijibu kuwa anaweka hesabu za kununua bidhaa kutoka kwa wauzaji wa jumla ili hizo hesabu ziweze kumsaidia katika kupanga bei za bidhaa ambazo anawauzia wateja. Zaidi ya hapo, alikuwa haweki hesabu yoyote. Kwa hiyo yeye hesabu zilikuwa ni zile za kununua bidhaa tu na hiyo ni kwa sababu alitaka apange bei za kuuzia hizo bidhaa. Sasa baada ya kumuuliza hayo maswali yangu nilimpa ushauri. Na kwenye ushauri wangu nilimwambia mambo kama matano hivi ambayo inabidi atafakari ili aweze kupambana na hiyo changamoto ya bei za bidhaa. Sasa naomba usikose kuangalia kipindi kinachofuata cha Simulizi za Ujasiriamali ili niweze kukufahamisha hayo mambo matano ambayo nilimshauri mzee Kibona. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Simulizi za Ujasiriamali kinachotangazwa siku za Jumamosi na Jumapili saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na karibu tena.